Yes, this is Dr. Sharon Isaac Kamau. A man. I'm born again and I love Jesus. Uh, niko hapa leo kuzungumza dakika chache tu na niongee eh, na wewe dakika chache na tuweze kubarikiwa. mm, niko na ujumbe ambao nimepata hapa dakika chache tu ambayo nataka kuambia watu ama msikilizaji yeyote ambaye ananisikiliza, hakuna kitu kizuri kama kukumbuka wema wema, aliyekutendea mema, alikutendea kwa sababu alithamini utu na alithamini maisha yako. Mimi sihitaji ile kauli ambao waneni wanasema kwamba tenda wema na uende zako, ni vizuri sana hata hivyo, yuko hivyo lakini wewe unayetendewa mema hakikisha kwamba usiwahi kuja kumgeuka aliyekutendea mema. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu aliyekutendea mema alifanya kwa sababu alikudhamini, aliona unafaa kutendewa. Lakini wewe siku moja ukaja ukamgeuka aliyokutendea mema na ukamwona kwamba sasa unaweza ukapigana naye kwa sababu umepata nguvu. Nataka nikuambie kitu huwa, mema yanatafuna mtu polepole, ndio ile pole. Unasema ukitaka kumuweza adui weka makaa juu ya kichwa chake. Ilikuwa inamaanisha nini? Inamaanisha hivi, akiwa na njaa mpe chakula, na akiwa na nguo mvalishe inamaanisha kwamba unammaliza, unamuua polepole kupitia mema. Wema inaua, wema inaua, na inaua pale unapokwenda kumgeuka aliyokutendea mema. Inaua pale unapogeuka mtu yoyote aliyofanya mema kwako. Nataka nikushauri kitu kimoja, mwheshimu mtu sana aliyowahi kukutendea mema. Mwheshimu mtu kama aliwahi kukulipia ada kama aliwahi kulipia watoto wako ada, kama aliwahi kukupatia chakula, kama aliwahi kukutetea kwenye kesi, kama aliwahi kufanya jambo lolote, kukuvalisha wakati haujavaa, hauna nguo, ama kukusaidia mahali ulikokwama, ama kusimama na wewe katikati ya vita, ninaomba nikwambie kitu: hakikisha unamheshimu huyo mtu, kwa sababu siku utakapomgeuka huyo mtu, ndio siku mbingu itaachilia giza nene kwenye maisha yako na ndio siku mbingu itafanya mabaya, itakasirika. Mbingu itanuna, mbingu itanuna, mbingu itanuna, maana mbingu ni mbingu ya agano. Mbingu ni Mungu inaeli, ni mbingu inayelinda maagano. Ndio maana anasema mimi ni Mungu wa maagano. Haujui kwa nini huyo mtu alitendaga mema, haujui kama ana agano gani na Mungu kwamba nikitenda hivi nifanye hiki, nikifanyia mtu hivi nifanye hivi, nikitoa hivi kusaidia mtu nifanye hivi. Kwa Mungu ni Mungu akulindae mapatano, Mungu alindae magano. Hivyo nikuombe kitu kimoja, kama kuna mtu ambayo aliwahi tenda mema na umemgeuka, nenda kamtafuta haraka, utatafunwa na mema utatafunwa na mema. Sauti ya mema haitakuacha, sauti ya mema haitakuacha, itakutafuna polepole, itakuua polepole, itakuua polepole. Rafiki zangu, mema ni hazina na ni akiba, na kama yalivyo mabaya ni hazina na ni akiba. Hakikisha kwenye maisha yako unamheshimu mtu aliyekutendea mema, unamrespect mtu mema nakuombea kwa Mungu. Mungu akupe neema ya kukumbuka mema ambayo watu wamekutendea. Usiwahi tupa aliyokukuta jangwani akakupa maji, usiwahi mtupa aliyokukuta na njaa akakupa chakula, usiwahi mtupa aliyokukuta hauna nguo na akakuvalisha. Na nasemaga kauli yangu mbiu, usiwahi pigana na aliyokulisha jangwani. Natangaza, nenda hakikisha unafanya wema. Kwa kukumbuka wema na usipigane na aliye kutendea wema kwa nani? Kwa sababu gani? Utaumia sana, mema aliyokutendea yatakumaliza na yatakuua vibaya na yatakufanya uishie vibaya. Kwa muda huo, wakati unampia, utajiona uko salama sana. Kwa muda huo, wakati unamshambulia, utajiona uko salama sana. Kwa muda huo, wakati unamsema vibaya, utajiona uko salama sana kwa muda huo wakati unamwongelelea kwa watu, unamwongelelea kwa ndugu zako, unamwongelelea kwa marafiki, utajiona uko salama sana. Lakini wacha nikwambie, majira ifikapo, mema yaanze kuleta hukumu, mema yaanze kuhukumu. Wacha nikwambie, marafiki uliowaadisia hawatakuwepo. Ndugu zako uliowaambia hawatakuwepo. Wale ambao ulikuwa unasema jina la huyo mtu vibaya mbele yao hawatakuwepo. Sa hiyo majito ndio ile wanene wanasema majito ni mjukuu Utajukuta unajuta peke yako, unalia peke yako, maana mema yatakuwa anakuhukumu. Wacha Mungu wangu akubariki, na Mungu akubariki mema.